Na natambao mradi ukifika ukifika ofisi ya mkoa mwenyekiti, ambaye ndio mlezi wetu, uweze kuona wana nani wanatakiwa wapewe taarifa huko, ni wala na nyamba wapi, sio mtu wa mjini. Inaweza kutolea mfano sekta ya madini, ambapo hapo zamani ilikuwa masuala ya local content ni masuala ya wawekezaji wanafanya bai unavyojisikia una ao, lakini kuanzia mwaka elfu mbili kumi na nane local content ni takwa la kisheria ambapo inaelekeza asilimia ishirini ya uwekezaji katika migodi ifanywe na locals na kukuwa na JVs na pia utoaji wa huduma zote kwenye migodi mina. Kwa hiyo ninaona kwamba ni muhimu kwa sekta nyingine pia, ili ya mfano wa sekta ya madini kuweka sera na sheria la poenfa, say, soa, tunasema sio local content, hawawezi ku- hawana vigezo hawawezi kufanya miradi mbalimbali, ni kwa sababu sisi wenyewe tunawarudisha nyuma, hatuwalipi kwa wakati. Hata hayo makampuni tunayoyaona makubwa huko walikotoka, wanalipwa vizuri, wana uwezo wa kukua wakati kwa wakati. Kwa hiyo mimi ni kuombe mheshimiwa mwenyekiti au serikali yetu ya Tanzania ione namna ya kuweza kuwa-empower hawa local content kwa kuwalipa kwa wakati. Pia hizi benki zetu, taasisi za fedha zione namna ya kuweza kuwapatia mikopo kwa wakati. Naombeni msione tanga, na private sector tuko tayari toka jana, ambayo mnasema mna wasiwasi na sisi. Naombeni mwa, naombeni watoe na wasiwasi, sisi tuko tayari toka jana ila tu kuna sheria ambazo zinatubana.